Ni Bugoma TV habari, habari. Natambua ya wazi ya kwamba eneo hili kama ambavyo mnaliona ni eneo ambalo maji mengi yanakuwa yanapita katika njia hii. Huko nyuma tulikuwa tukipata changamoto kubwa juu ya upitaji mahala hapa, lakini leo hii kwa mapenzi ya serikali hii ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kweli imekuja kutuondoshea changamoto hiyo, naomba tujipigieni makofi mengi sana na changamoto hiyo imekuja kuondoshwa kama ambavyo viongozi wametaraji kufanyika eneo hili, daraja hili ambalo mnaliona, na taarifa ambayo imewasilishwa na meneja wa TARURA wa wilaya, kwa kweli ni miongoni mwa madaraja yaliyojengwa katika hali ya ubora na viwango vya hali ya juu kwa ajili ya kutumiwa na wananchi. <laughs> Mi, mimi nataka niwahakikishie ndugu zangu, daraja haya siyo yale madaraja ambayo tuliyazoea kwamba ifikapo baada ya miaka miwili ama mitatu tuanze ukarabati upya ujenzi wa daraja jingine. madaraja haya ni yale ambayo yanahimili zaidi ya miaka ishirini ndipo ambapo tunaanza kufikiria ukarabati wa ujenzi wa madaraja haya, na mimi nayasema hayo nikiwa na ushuhuda wa kutosha, na nyinyi ni mashuhuda kwenye hili, ndugu zangu wananchi, daraja mmeliona limejengo kwa, kwa madhubuti na ndiyo maana leo hii mwenge wa uhuru tumeuleta ili uwe tayari kwa ajili ya kuenda kutumika daraja hili bila ya kuwa na shaka na wasiwasi wasi wa aina yoyote. Ni jukumu la kila mwananchi wa eneo hili la Majimoto kuhakikisha anaenzi na kusamini mijitara hizi za serikali. Serikali tayari imeshatimiza wajibu wake wa kwenda kuwajali wananchi walio wengi mahala hapa. Tunatambua wengi ambao tulikuwa tunatumia njia hii kwa kweli tulikuwa tuna kiu ya uwepo wa daraja kubwa na lenye ubora kama hili ambalo tumeletewa leo hii, na mimi naamini kwa mashirikiano ya wingi wa watu mliojitokeza mahala hapa, kwa kweli mtaenda kuyaenzi kwa vitendo na mtaenda kusamini jitihada za na serikali. Naomba tujipigieni makofi mengi, tano. <coughs> <coughs> <na> maji moto oye Jambo <coughs> <coughs> la pili na la mwisho, ndugu zangu, ambalo nahitaji kuzungumza naamini leo hii katika mitaa yetu, katika vijiji vyetu pamoja na vitongoji vyetu, maendeleo ni mengi ambayo tumeletewa, sio tu kwenye sekta hii ya miundombinu, bali pia tumeletewa maendeleo kwenye sekta ya maji, tumeletewa maendeleo kwenye sekta ya miundombinu ya elimu, tumeletewa maendeleo kwenye sekta ya miundombinu ya afya. Na ndiyo maana wananchi mnaendelea kufanya shughuli zenu za kila siku bila ya shaka ya aina yoyote, na ndiyo maana hata nyinyi naendelea kuona yale maona Mheshimiwa Rais Daktari Samia, na ndio maana Mwenge wa Uhuru bado unaendelea kuendeleza falsafa yake ya kwamba utahakikisha unaweka matumaini, utahakikisha unaweka upendo na utahakikisha unaendeleza heshima baina ya wananchi na serikali yao ya wilaya ambayo inawasimamia. Na mimi naamini Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa upendo na umakini ambao mnaoonyesha kwa wananchi kwa kweli ni jambo ambalo linaongeza faraja. Ingelikuwa hamna mashirikiano mazuri na wananchi, kwa kweli wananchi wasingelikuja kuja kwa wingi kama huu ambao wameuonyesha. Nao majipigieni makofi ekizana. <coughs> <coughs> wana maji moto oye. <coughs> <coughs> Baada ya kuyasema hayo ndugu zangu, kwa, kwa niaba ya kimiza mwenge wa uhuru wenzangu kitaifa, kwa kweli tumekagua kwa kwa kwa kwa ujenzi wa daraja hili tumepitia nyaraka na taarifa mbalimbali, na kwa kweli wenzetu wa mamlaka TARURA kwenye hili wameweza kutimiza wajibu wao vizuri, na naomba tuwapongezeni sana wenzetu wa TARURA kwa kazi nzuri ambayo wameifanya wakiongozwa na meneja wetu wa TARURA wa mkoa pamoja na wilaya na mainjinia wote ambao walihusika kwenye namna moja ama nyingine juu ya ukamilishaji wa ujenzi wa daraja hili, na mimi kwa niaba ya wenzangu kwa kweli tumeridhia huweza kuzindua daraja hili ya ya wa uguru, na na ambyoza, da ili iwe chachu ya muonekano wa mafanikio juu ya mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu wa 2025. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru taifa 2025, garuhuu imetekelezwa na mkandarasi AM Partners Limited wa Dar es Salaam kwa gharama ya shilingi milioni 13566 kwa muda wa miezi 18 kuanzia tarehe 13 mwezi wa 5 2024 kati tarehe ishirini mwezi wa 11 2025 mpaka sasa mkandarasi amelipwa kiasi cha shilingi milioni Jina langu naitwa Joseph Nyanza. Kupitia hili daraja, kipindi ambapo lilikuwa bado, tulikuwa tunapata shida sana, maana ya njia tulikuwa tunapitia njia ndefu, tulikuwa tunazunguka, ili kupata barabara ya mnadani kule, ndio tupate njia ya kwenda maji moto. Kwa hiyo tulikuwa tunapata shida sana. Sasa hivi tunapata, tunapita karibu faida, kama daraja ilipo inapelekea sisi pia swaa so, so lazima pia kwenye biashara, mtu anaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Pia wanafunzi wanaweza kwenda, wanawahi kufika shule kipindi cha masika. Hii ni Bugoma TV habari.